Kama pesa zingekuwa hesabu pekee, kila mtu angekuwa tajiri. Lakini ukweli mchungu ni huu: pesa si namba. Pesa ni hisia, tabia, hofu, tamaa, maamuzi ya haraka na historia yako binafsi. Ndiyo maana watu wawili wenye kipato sawa wana maisha tofauti kabisa, na leo nitakuonyesha kitu ambacho wengi hawajawahi kuambiwa. Kwenye kitabu maarufu duniani cha The Psychology of Money by Morgan Housel, kuna siri saba za pesa ambazo ukizielewa, unaanza kuiona dunia kwa macho mapya Unagundua kwa nini baadhi ya watu wanarudia makosa yale yale ya kifedha, na kwa nini wengine wanaonekana kama wana bahati ya kudumu, ilihali si bahati bali mfumo fulano wa kufikiri. Lakini kabla sijakupa hizo siri, fanya jambo moja tu, bonyeza subscribe kwenye chaneli ya Fikra Chanya, like video hii na washa kengele, kwa sababu kile utakachojifunza leo kinaweza kubadilisha namna unavyoona pesa milele. Hebu tuanze hii safari. Namba moja: hakuna mtu anaitwa kichaa. Watu wengi hufanya maamuzi ya pesa ambayo kwa nje inaonekana kama ya ajabu, lakini Morgan Housel anatukumsha kitu kimoja muhimu. People do crazy things with money, but they are not crazy. They are shaped by their own worlds. Watu hufanya mambo ya ajabu kuhusu pesa, lakini si kwamba ni wajinga, wameundwa na dunia walizokulia. Kila mtu ana historia yake ya pesa. Kuna aliyekuwa wakishuhudia ugumu, kukosekana kwa chakula, wazazi wakihangaika kulipa kodi, au biashara kifungwa kutokana na hasara. Huyu mtu anapokuwa mtu mzima hutafsiri kila shilingi kwa hofu. Kwenye macho yake, matumizi si raha, ni tishio. Kuna mwingine alikulia katika mazingira yenye utulivu, bili zililipo kwa wakati, familia haikuwahi kuwa na msongo wa kifedha na kila shida ilipata suluhisho. Huyu akipokea pesa hufikiri uhuru, si hatari. Na yupo mtu aliyeshuhudia kile ambacho wengi hawapendi kuzungumzia: pesa ikipotea ghafla, ajali uamuzi mbaya, mdororo wa uchumi, au tukio ambalo halikutarajiwa. Kwao kuwekeza ni kama kutembea juu ya barafu nyembamba. Funzo ni wazi: usimhukumu mtu kwa maamuzi yake ya kifedha hadi uelewe historia ya maisha yake. Maamuzi ya pesa hayafanywi na akili pekee, yanachochewa na kumbukumbu, hofu na mazingira. Andaa akili yako, kwa sababu katika somo linalofuata utaona kwa nini hata watu wenye akili kubwa duniani wanaweza kushindwa kifedha bila kufanya kosa lolote la kitufani. Namba mbili, bahati na hatari, luck and risk. Katika jamii tunapenda simulizi rahisi: ukifanya hivi utapata hiki, lakini pesa hazifanyi kazi namna hiyo. Morgan Housel anatukumbusha kitu kimoja muhimu: Nothing is as good or as bad as it seems. Outcomes are shaped by luck and risk more than we admit. Hakuna kilicho kizuri au kibaya kupita kiasi, matokeo yanaundo zaidi na bahati na hatari kuliko tunavyokubali. Wafanyabiashara wawili wanaweza kuanza kwa ujuzi sawa. Mmoja adondokee fursa sahihi kwa wakati sahihi, akapanda mwingine, akumbane na mdororo wa uchumi akiwa amewekeza kila kitu, akaanguka. Si kwamba mmoja ana akili kuliko mwingine, tofauti imechangiwa na upepo wa bahati na kimbunga cha hatari. Hii inatufundisha nguvu ya unyenyekevu. Ukifanikiwa, kumbuka kuna sehemu ndogo ya bahati. Ukifeli, usijichupie kupita kiasi vitu vingine havikuwa chini ya uwezo wako. Lakini kuna kitu hatari zaidi ya bahati na hatari, kitu ambacho kimewaangamiza watu wengi baada ya kufanikiwa. Namba tatu: tambua ni lini inatosha. Dunia ya pesa si shindano, lakini watu wengi huiendesha kama marathon isiyo na mwisho. Tatizo kubwa la kifedha si kukosa pesa, ni kutojua mahali pa kusema inatosha. Morgan Housel aliandika kuwa Stadi ngumu zaidi ya kifedha ni kufanya mstari wa malengo usihame kila siku. Ukianza kutaka nyumba kubwa kuliko ya jana, gari kali kuliko la jirani, au heshima kubwa kuliko unayo, unaingia kwenye mashindano ambayo hayajawahi kuwa na mshindi. Hata upate milioni, utataka bilioni. Hata upate bilioni, bado utatamani zaidi. Kujua inatosha ni kushinda vita ya ndani. Usipofikia hatua hii, utakuwa tajiri kwa nje lakini maskini kwa ndani. Sasa somo linalofuata linaeleza nguvu ambayo matajiri wa muda mrefu hutumia, nguvu ambayo mara nyingi inaonekana ndogo, lakini ndiyo msingi wa utajiri wa kudumu. Namba 4: nguvu ya muunganiko, compounding. Muunganiko ni mojawapo ya nguvu kubwa zilizowahi gunduliwa, lakini ni ngumu mno kuiona kwa macho. Morgan Housel anasema, compounding is not about earning big, it's about sticking around long enough for the small to turn big. Muunganiko si kupata faida kubwa mara moja, ni kustahimili muda mrefu hadi kidogo kigeuke kikubwa. Warren Buffett alianza kuwekeza akiwa kijana sana, lakini sehemu kubwa ya utajiri wake, zaidi ya asilimia 90, iliundwa baada ya miaka 65. Sio kwa sababu aligundua siri mpya, bali kwa sababu hakukata tamaa, hakukimbiza shortcuts na hakuacha mchezo mtoke. Huu ndio ukweli wa compounding. Faida ya kawaida, mitambo midogo midogo na muda mkutosha sawa na miujiza. Hii ndiyo sababu watu wengi hushindwa. Si kwamba hawawezi kupata faida, bali hawana subira ya kutosha. Lakini kumbuka, kupata pesa ni mchezo mmoja, kubaki na pesa ni mchezo tofauti kabisa. Somo la tano linaeleza hili kwa undani. Namba tano tofauti ya kuwa tajiri na kubaki tajiri. Kuwa tajiri kunahitaji ujasiri, mawazo makubwa na mara nyingi hatari lakini kubaki tajiri na hitaji kitu tofauti kabisa: busara, nidhamu na heshima kwa hatari. Morgan Housel anatupa kauli mzito, Getting money is one skill, keeping it is another. Kupata pesa ni ujuzi mmoja, kuibakisha ni ujuzi tofauti. Watu wengi wanaanguka si kwa sababu hawakuwa na akili. Wanaporomoka baada ya mafanikio kwa kitu kimoja tu, overconfidence, kuiamini kuwa safari yao inatii tu kanuni zao Ushindi mkubwa hauna maana kama unakuja na hatari inaweza kukuangusha mara moja. Mchezo wa pesa si wa kushinda sana, ni wa kuepuka kufa nje ya mchezo. Namba sita: utajiri wa kweli ni udhibiti wa muda wako. Pesa nyingi hazijawahi kuwa utajiri wa kweli. Utajiri wa kweli ni uhuru, uhuru wa kufanya kile unachotaka, lini unachotaka na na nani unaitaka. Haya ndiyo mataji ya uhuru wa muda, na hakuna magari, saa za kifahari au nahasi zinazoweza kushinda namba 7 hifadhi pesa bila lengo mahususi katika ulimwengu wa ushauri wa kifedha watu wengi husema hifadhi pesa kwa lengo fulani Morgan anakuambia tofauti Savings without a specific reason is one of the best financial strategies akiba isiyo na lengo mahususi ni moja ya mikakati bora zaidi ya kifedha kwa nini kwa sababu maisha hayajakaa mstari mabadiliko hutokea ghafla ajira afya uchumi fursa au misukosuko. Akiba isiyo na jina inakupa nguvu tatu: usalama, hujisikii mionge mbele ya changamoto; unabadilika na dunia bila kuvunjika; nafasi, unaweza kuchukua maamuzi bila hofu. Kuwa tayari ni kuwa sahihi, na akiba ndiyo inakupa chaguo, na chaguo ni nguvu kubwa kuliko kipato. Morgan Housel anaifunga safari ya pesa kwa sentensi moja: Wealth is built not by genius but by behavior. Utajiri haujengwi kwa akili pekee, unatengenezwa na tabia zako. Kama video hii imekufundisha kitu, like, subscribe kwenye channel ya Fikra Chanya na comment. Ni somo lipi limekugusa zaidi? Asante kwa muda wako. Tukutane kwenye video ijayo.